Kundi la East Coast team na ni familia kabisa, na moja kati ya kitu ambacho ni pigo ni msiba huu ambao wa mama yetu, kwa maana ya mama yake na AY mama yake na na GK. Hapo msibani na yuko kwa, ni moja kati ya watu ambao mashiriki kwa ukaribu sana, kapenda kujua taarifa jinsi ambavyo ilivyopata, na kama uliongea na rafiki yako kwa maana yadamaka GK, alisemaje kuhusiana na msiba huu kwa sababu mimi nilipokea ujumbe so ku, kuambiwa kwa simu. Kwa hiyo nilipopata taarifa kutoka kwa mdogo wake JK, ndio nikafahamu mama, kwa sababu nimeamka ndio nimekuta ujumbe tayari kama mama ameshatoka. So, ilikuwa ni kitu cha kushtusha, kwa sababu mama yetu ametolea hapa, unaona wengine ambao tulikuwa tunatoka mikoa ni huko tunakuja hapa, ndio mama yetu anatuangalia ona. Kwa hiyo huu ni msiba wa wote, ndio maana umeona hata members wengi wa East Coast wote wamekuja, na marafiki ndugu, jamaa na marafiki wamejitokeza kwa wingi, kutokana na na jinsi tulivyoguswa na msiba wa mama yetu, na kwa jinsi ambavyo walikuwa kimfahamu mama kipindi kile mko hapa na kundi lenu Makutano ndio hapa, mama alikuwa ni mtu wa namna gani enzi za uhai wake? Mama alikuwa mcheshi na pia unajua na, na, na mzazi mwalimu kidogo, kuna discipline na kwa kidogo imechangamka. Kwa hiyo yeah, yeah, alikuwa ni mtu anayependa kuona watoto wake au marafiki wa watoto wake wakiwa katika muonekano hali ya kinidhamu zaidi, unaona. Kwa hiyo ndio alikuwa hivyo na yani tumeshirikiana kuanzia upande wa mzee wangu, aliondoka, wa mzee wake, jike amefariki pia, mama akafariki, na sasa hivi ni jike tena naona kwa hiyo ni yani ni, vitu hivi kama hivi pamoja na muziki vimetuunganisha sana, mnakuwa ndugu. Unajua, kwenye hali ya kawaida mama zetu ndio watu ambao huwa wanatuweka chini vijana tunapokuwa tumetengeuka mm -hmm. nakumbuka like, Lab, <laughs> ni kitu gani ambacho mlifanya na mama aliamua kuwaweka chini kuwaweka sawa sawa nyinyi kwenye kundi lenu la East Coast? Hapana, sijawahi. Labda alikuwa akiongea na GK lakini mimi hajawahi kusema aniweke chini na kunikanya kitu, kwa sababu mimi mambo yangu mengi yamenyoka hivyo. I don't think sio kwamba mtu ukosei lakini I don't think nilifika time ya kusema tukae chini, mtoto wangu, tuongee. Aikuwa kufika level hiyo. Na ni kitu gani ambacho kinakufanya uendelee kumkumbuka mama huyu, kwa sababu aliwalea kama kundi, aliwalea kama watoto wake, aliwaunganisha, na alikuwa anatumia eneo lake kuhakikisha kwamba mnakaa na mnafanya mambo yenu kama vijana? ah, kitu ambacho nita? utakikumbuka ah, no, of course hiyo kwanza, yu kwanza ku ku, kuwaamini vijana kwa wakati huo na mnaingia katika, katika industry ambayo haikuwa ina reference nyingi. Ilikuwa ni, ni, ni kitu cha kweli kuwaamini watu, kuamini kama wewe okay, umeamua kuchagua njia hii, basi mi naamini utaweza kufanikiwa na utafanya mambo mengine, unaona you know? So ilikuwa so, ni vision yake nzuri. Ni hicho tu ambacho naweza kusema kwa upande huo yeah na zamani mitandao ya kijamii ilikuwa hamna, labda uende kwenye internet cafe na vitu kama hivyo yes, yes. mm, magazeti yalikuwa naandika sana lakini, kile East Coast tunakumbuka kwamba mlikuwa mnabifu kubwa sana la kimuziki na walume ndago kwa maana ya Temeke. Mama, kwa mara ya kwanza kuona East Coast imeandikwa labda vizuri au vibaya kwenye gazeti, skuwapa <coughs> ushauri wa aina yoyote au kuuliza lolote kuhusiana na hilo kipindi kile? Hapana, lakini ni nadhani yeye mwenyewe atakuwa alikuwa anaona ni ushindani wa muziki kama unapokuwa ushindani wa soka no o. Na sehemu zingine kwao, na uhakika alishaona, na uhakika, lakini hakuwa katika mazingira yao, kwa sababu hata kama ilikuwa ni TMK nashindana na, na tim, lakini wakina KR mula wale wakina wakinatembanani wote walikuwa wanakujaga huko, na tunakaa pamoja nao na kila kitu na ilipofika ile kipindi ambacho mm, Kipoki wakamkaribisha oteni akiwa anatokea Temeke, labda mama akushangaa I don't think kama alikuwa yuko alikuwa amefoka sana na mambo yetu zake yani, ya muziki moja kwa moja kujua kila hatua ambayo tunaifanya, I don't think so, okay? Neno lako kwa msiba huu mzito ambao umetukuta wakati tunakaribia kwenda kumpumzisha mama yetu kwenye makaburi ya Kinondoni. Eh, tunawashukuru watu wote waliokuja, vyombo vya habari, wasanii wetu, marafiki zetu, ndugu zetu tuendelee kumwombea mama yetu apumzike kwa amani maana, tunajua kila mtu lazima ataonja nafsi, atakutana ata, ata, ata, ata, na mauti. Kwa hiyo ni kuombeana na kutenda mema kwa wengine, kama mama yetu alivyotendea sisi mema. Tunaona huyo, wanavyosema kifo ni funzo, kwa naye pia unapata time ya kutafakari kwamba mimi anytime yoyote, anytime ataondoka kwa hiyo ni uache alama nzuri kwa watu, kwa sababu mama mwenyewe alikuwa mwalimu, alikuwa Tambaza, alikuwa CBE. Nikiona hata watu wanavyomwongelea ni kama ni, ni watoto wengi wa wazazi wengine wamepitia kwenye mikono yake kwa njia moja mingine, kielimu, kimafunzo, kie, kikawaida, kimaisha ya kawaida. Kwa hiyo la msingi ni kwamba tumuombe mama yetu apumzike kwa amani na tuendelee kujitafakari kwa ajili ya maisha yetu ya mbele zaidi. Amana, ni AY mmoja kati ya wanamuziki mwenye heshima kubwa, na amechonga barabara kwa muda mrefu kwenye game ya muziki, akiwa anatokea kwenye kundi la East Coast, lakini bado anaendelea kubisha kwenye game. Mi naitwa Gabi Mtanzania. Kwenye tenti viti, naomba tuisaidie familia, viti virudi kwenye matenti. Kama ulivyokuwa nacho mbali, naomba ukisogeze. Lengo ni kwamba tuache amani kwenye msiba huu, tuache furaha kwa wafiwa Naomba usiweke viti mbali wanakuja kuchukua wenye viti. Tafadhali naomba kama umekiweka kiti mbali jisogeze. Vijana <laughs> wenzangu naomba, tayari mwili umeandaliwa, madada naomba mashada mwanze kuyabeba. Mwisogeze masaa mashada hayo ili mwili wa mama yetu aanze kubeba. Vijana tafadhali, kama uko maeneo hayo, vijana ambao tunazweza kusaidia, vijana tuliolelewa na huyu mwalimu, vijana ambao kwa mwalimu ametuachia alama, vijana ambao neno la huyu mama na misimamo yake imetuachia alama, naomba tuje tumbebe mama yetu naomba uje tumbele wa mama yetu. Wakati huo naomba mashada yaliyoko huko mbele yote haya, pamoja na hayo yo unayobeba, hmm. <todiculta> mengine epoku mashada. Lakini naomba tunaobaki hapa, tunaomba tusaidiane viti, naomba viwe karibu na matenti ya nje. Tafadhali, kiti kama kiko bali, naomba ukisogeze kwenye matenti hapo nje. <laughs> wapende wa mama yetu sasa anabebwa. Leo ni siku ya mwisho ambayo mama yetu anaagwa mahali hapa, katika mji huu, katika maeneo haya kwa majirani zake alivyoishi nao, leo hawatamwona tena mama huyu, mama Mwachoma. Kwa heri mama Kayura, Mungu akubariki. Asante, umefanya kazi nzuri, umelea wengi. Mungu akubariki mama, tunakwaga kwa heri, tukimaanisha kwamba tunasiki, tunakuja